na sherehe tatu muhimu. Sherehe ya kwanza ni sherehe ya Pasoa, ambayo tumesherehekea. Pasoa yao ndiyo kwasaka pasoa, kwa sababu malaika wa Mungu alikuwa akipita juu ya mlango ambao ulikuwa umepakwa damu, damu ya kondoa aliyechinjwa usiku wa kuamkia kuondoka Misri na malaika wakifa wangejua nyumba ya Myahudi kwa damu iliyopakwa mlingoti, na kwa hivyo jina lilitoka pale paso wa pita, sababu mejua hapa ni kwa Myahudi. Nyumba ambayo haikuwa na damu, kumaanisha watu wa Pasaka, malaika aliingia na kuua kila mzaliwa wa kwanza aliua mzaliwa wa kwanza kwa sababu ni wake, na kwa hivyo hakungekuwa na kesi. Sherehe ya pili ni sherehe ya Tabanako, ambapo Wayahudi husherekea walipokuwa jangwani, waliunda tunyumba, waliunda hema walipokaa, na kwa hivyo wanakumbuka walikuwa diyo ambayo amesherekea Semekose waliita Shabot, walisherekea siku ya hamsini. Siku ya hamsini ya nini? Siku hamsini ni wiki saba, sababu kila mwaka walilima ngano na mbale, iliima babla ya ngano, na kwa hivyo kwa wiki saba walisherehekea kwanza mavuno ya kwanza ya mbale kabla ya mavuno ya pili ya mbale, na kwa hivyo wakasherehekea mavuno. Pentekoste ni mavuno. kwa nini basi sisi tunasherehekea Pentekoste, ikiwa ni sherehe ya Wayahudi? Hatusherehekei sherehe ya Wayahudi, lakini tunasherehekea matukio ya siku hiyo matukio ya siku hiyo ni kwamba siku hiyo waliposherehekea Pentekoste, Mungu aliwe kwa hiyo watu pale wamejifungia kwa nyumba kwa sababu ya uoga na daku, wakambiwa kukatokea upepo mkali, na katika maisha na roho zao wakapata nguvu mpya, na ishara kwamba Roho wa Mungu watashuka, pakatokea ndimi za moto katika vichwa vya kila aliyekuwa ndani, mitume pamoja na mbili. Hapo ndipo tunajua kwamba Maria alikuwa mfuasi halisi wa Yesu, alimpenda Yesu kwa sababu alibaki pamoja na mitume, na ni hapo ambapo alipopata ndimi za moto na ule msukumo wa upepo, Mungu akawa anatia ndani yao roho mpya, na tunajua siku hiyo nini ilifanika baada ya kupokea huyo Roho Mtakatifu somo la kwanza limetuambia, baada ya kupokea huyo Roho Mtakatifu walitoka nje kwa ushujaa na Petro akahubiri kwa ushujaa mkubwa kiasi ya kwamba tunaambiwa, siku hiyo walibatizwa watu watano. Mungu ni mwema. wamekuwa kwa nyuma wamefunga milango kwa kuogopa, lakini sasa wamepokea zawadi ya Roho Mtakatifu na asubuhi hiyo, baada ya kupokea, wakafungua milango, Petro wakahubiri juu ya Kristo mfufuka na watu siku hiyo tunaambiwa watu maanisha Pentekoste ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya kwa sababu gani? Mambo mawili leo yanafanyika. Tunajua Mungu aliumba na kila kitu alichoumba ni kizuri, na aliumba kwa siku sita na kila siku alipoumba akasema it was good. Lakini tunajua baadaye ule uzuri uliharibiwa na kuna jambo mpya ambalo linafanyika, watu elfu tatu watabatizwa, kumaanisha kuna kitu kipya kimefanyika, tumeongezeka watu elfu tatu tukanzo watu wengine elfu tatu ambao walianguka katika dhambi. so soha watu elfu tatu ambalo ni jambo mpya ambalo limefanyika leo linatengeneza nini? linatengeneza ika kwa mlima wa Sinai. Kumbuka wana wa Israeli walipotoka Misri, kabla hawajaingia nchi ya ahadi, ilibidi wafanye maagano mapya, ilibidi watakatifuzwe ili, ili, ili wanapoingia nchi ya ahadi wawe kamili katika Mungu. Kwa hivyo walipofika mlima wa, wa Sinai, Mungu akaandaa Musa awatayarishe ili aweze na mia na itikadi za Misri, wameabudu hata miungu, wamekuwa na shaka na Mungu. Kwa hiyo walipofika mlima wa Sinai lazima wakeundwa upya wa na Musa alipopanda juu ya mlima na akakawia, tunaambiwa kuna jambo lilifanyika alipokawia juu

Kila mtu ashike mtu aliyeinamia na aweze kumuua kuuua, watuaganu waliona siku hiyo, God is good, kwa kwenye watu elfu tatu walioinamia mchongo